tuena tuena tuena dhiri nture na shetu uh, Lucas Mwange ni assistant county commissioner Ndereji uri ya kugo kariane buetete na mbere boe gaburu tiga toke sesto nini to nini jato akiuga kinyewe kinae bo baga tigira bo kodhira kwa uh, magina naitwa Lucas Mwange mimi ni assistant county commissioner Abothuguchi West meru central sub county uh, nataka tu nizungumzie mambo ya security ya Abo westward ama division. Kwanza nataka nishukuru wanajamii wote the community kwa sababu tumeshirikiana vyema kuhakikisha hatuna changamoto ya kiusalama. Tuko na community policing members ambao wako very active. tuko na chiefs na assistant chiefs pia ambao wako very active wanafanya mikutano mara moja kwa mwezi kujadiliana mambo ya security matters. Generally, Abothuguchi West ni tulivu isipokuwa, isolated cases kidogo zile za crime kidogo, kama ile ilifanyika jana hapa Katheri market, ambayo kijana moja alipatikana ame vandalize market structures na na mali ya market na Saa hizi tukiongea, ameshakamatwa, amelala ndani na anapelekwa kotini ili astakiwe makosa ambayo amefanya. Na kwa upande wa general community, watu wako salama manyumbani, hatujasikia incident yote ya insecurity. Tunapata morning calls asubuhi na mapema kutoka kwa chief, assistant chief wanatuambia area ziko namna gani. Kwa hivyo I'm confident that uh, every day we get reports from chiefs